Changamoto ya kupata maji safi katika kijiji cha Korea viungani mwa mji wa Narok sasa imezikwa katika kaburi la sahau kufuatia uzinduzi wa mradi wa kisima cha lita elfu thelathini kwa udhamini wa Wasamaria Wema kutoka nchi ya Korea. Akizungumza na wanahabari baada ya uzinduzi huo, balozi wa zamani wa Kenya huko Korea Govi Kitau alisisitiza kwamba miradi ya kusaidia wananchi wa mapato ya chini itasaidia kuinua viwango vyao vya maisha. Mradi huo uliokamilika baada ya miaka mitatu unatumia nguvu za miale ya jua na kuwafaidi wenyeji na shule mbalimbali mbali katika eneo hilo. The most important part today is what we call the public diplomacy, ile inahusu wale watu hawako kwa serikali

tutakuwa tunakuja tunachotea ng'ombe. Siku kadhaa imepata maji. Tulikuwa tunaenda kilomita kama nne tano, saa zingine inaisha, una pesa ya kumwagia maji, mnakaa. Shule yetu iko na wanafunzi wengi takriban wanafunzi mia tano hivi. Mradi um, huu wa maji utatusaidia sana kwa sababu wanafunzi wetu hawajakuwa na maji ya kutosha. Tuna matangi machache, hatuna tap water. Sasa tumeipata, tutafanya ukulima wa mboga, tutapata usafi wa kutosha sababu tutakuwa tunaosha vyoo.